My good people, mambo vipi, mpopoa mnaendeleaje? Jamani, mzigo wetu ndio huu. Uh, kama ambavyo mnauona wana, unaenda vizuri sana. Unajua jana walijidai wana akili sana hawa <laughs> wanakula chakula wanamwaga, wanakula chakula wanamwaga. Sasa jana jioni kwenye mabeseni chakula walimaliza, lakini chini kilikopo kingi. Nikaambia nitawaonyesha, so niliwanyang'anya mabeseni nikaenda kuyaosha. Umeona mabeseni yangu haya, nimeyaosha vizuri sana. Nikamwambia leo sitawawekea chakula. Wewe Ah, kuja kuja kuja, wawekea chakula hapa, wawekea chakula. Nikamwambia leo sitawawekea chakula. Mtaokota hicho chakula cha chini chote. Kwa hiyo usiku kucha niliwalia ni, ni, ni ni ni ni wa, ni kobis. Niliwalia kobis usiku kucha. Nikamwambia mtaokota cha chote cha chini chote, guess what? Hamna chakula hapa chini hata punje hamna. Yote ameokota. Lete chakula, lete chakula. Lete chakula. Chota chap, chota chap. Lete kwanza hizo beseni tupange kabisa pote pote. Ona oh, unavyohangaika, namchezea <laughs> Wewe mwanza tu kuchezea chakula changu mmoja mmoja chini. Nyie mnajua bei ya mfuko nyiii? <laughs> lete huku, lete huku chap chap. <laughs> Nimewaonyesha shjaana nikawambia nyi, mtajua mjui. Aya, nikawambia mtajua mjui. si mnamwaga chakula hivyo hivyo, ehe, yeah. mambo ndo kama hivi Ndiyo, vizuri. Haya, pokukieni kule, pokukieni kule. Aya, gawanyikeni. Naona bwana, ni rahisi sana kwa control hao. Kama wao wanajidai wana akili kuliko zako wewe, usikubali wakuzidi akili yao. Unawapandisha, unawapandisha aunawapandisha munkalizi hapa saizi, kila moja anaangalia kutafuta chakula hapa. Baada ya hapa, maji sasa. Wewe bidada weya, uangalie haya maji bai. Saa tatu hivi watakuwa wameshamaliza, yaani wakimaliza kula hapa, watakuwa wamesha wameshamaliza haya maji. Wakitoka kula hapa, watakimbilia kwenye maji. Haya maji yanaisha. Please remember to wash this drinkers and put another water with vitamin. Do you understand? Yes. Ah, ah usiwaache tena hawa bila bila bila bila bila, bila maji hapo. Umesikia? Watakufa hawa. Hello, hello, hello, hello. Jamani, ndo kama hivyo, asubuhi yetu ndo hiyo ya siku ya kumi imeenda kivyo, na chakula kinashuka yani. Kadiri wanavyoenda kadiri wanavyoendelea kukua na chakula kinashuka. Yes, what? So aiji kwa hapa. Kimebaki hiki kidogo hiki. Mpaka kesho nafikiri tunaweza we

Ya, yeah, yeah, yeah. Nawapenda sana jamani, kama una maswali rusha hapo chini. Tunakuwa na live usiku jamani, tunakuwa na live usiku TikTok. Kwa hiyo kama una nafasi usiku jaribu kufuatilia fuatilia kule TikTok, ukiona tuko live basi na wewe unazamia pale, unauliza maswali yako papo kwa papo tunakujibu. Sawa jamani, ya, yeah, love you so much.